Mtazamaji wa BTN Media na msikilizaji wa BTN Media uh, hapa tumefika kwa mama yetu, mama wengi tunamjua kwa jina la Mama Imani. Uh, Mama Imani ni mkurugenzi au ni mwenyekiti wa idara ya maombi katika kanisa la Bethel TAG hapa Kikunguni B, na leo hii tumefika hapa nyumbani kwake uh, ili kujua ni ni ni namna gani au ni jinsi gani juu ya lile tukio lilitokea hapa nyumbani kwake uh, ilikuwaje. Tutamwomba At, atueleze kwa ufupi ilikuwaje mpaka aka, akaona hicho kitunguu ambacho kinasadikiwa ni cha kishirikina. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Amina, habari ya uzima. Nzuri, asante <coughs> sana mama, samani kwa usumbufu mm. Uh, sisi kama timu ya BTN Media tumeamua kufika hapa nyumbani uh, utueleze kwa ufupi Ilikuwaje paka kile kitunguu kakibaini, kwamba kuna kitunguu sehemu fulani kimeletwa na kina sindano kumi na mbili? Karibu mama. Namshukuru Mungu, nachoshukuru kugundua mimi, waliamka wengi, hata mme wangu aliamka akawa amejiandaa akaondoka kazini, na mabibi tu alikuwa ameamka ndani, nilikuwa nimebaki mimi sawa, ambaye sawa, nilikuwa nimemalizia, lakini katika wote walioamka hakuna aliyeona ila mimi nilivyoamka nikazunguka sikupita huku, nilipita kwa kule. Hivi kitu kilikuwa kimewekwa pale kwenye huu e, mti wa e, hapa mti umo ndani sasa, alafu kimefunikwa na ganda la hivi, kwa hiyo ilikuwa sio rahisi kuona. Mtazamaji, kama unavyoona kwenye huu mti, pale chini hicho kitunguu ndo kilipokuwa kimewekwa. Kitunguu chenye sindano kumi na mbili kilikuwa kimefichwa pale, pasipokuwa na Roho Mtakatifu, mpenzi mtazamaji, hauwezi ukakiona. Lakini kwa sababu ya Roho Mtakatifu, mama yetu aliweza kukibaini pale pale. Pale mama yetu ndipo alipoonyesha alipo. Nilivyopita nimefika pale, Roho Mtakatifu akaniambia, angalia kile kitu ndio naangalia, nikakuta ni kitunguu kweli, kinasinafu kimefunikwa na ganda la parachichi. Kwa hiyo ni macho ya rohoni ambayo yalinitambulisha kuona kile kitu. Nilivyoona nikakikemea, maana nilikuwa nakuja kuchukua maji kisimani. Nilivyorudisha maji jikoni, ndo nikaja nikakichukua, nikaanza kukikemea na kuharibu yale yaliyotamkwa juu ya familia yangu. Kwa hivi hivi visindano tunavyoviona ni visindano kumi na mbili ni sindano kumi na mbili ni zihesabu. Walikuwa wameweka yaani safu safu tatu, tatu mpaka kumi na mbili. Hii inaishiria kwamba ni ushirikina, ni ushirikina, ni uchawi. Ilikuwa ni siku gani? Ilikuwa ni usiku wa kuamkia Ijumaa, yaani asubuhi ya Ijumaa ndio nimekiona hicho kitu, sawa sawa. Mama, tungependa kujua au tungependa kufaham kutoka kwako. Unaliasa nini kanisa juu ya hili swala liotokea? Maana hili ni swala la kishirikina, sasa linaonekana, na isingekuwa maombi awezekana usingeliona hilo swala, isingekuwa maombi nawezekana tayari lingeleta lingeleta matokeo mengine kabisa katika familia yako. Unaliasa nini kanisa juu ya hili swala lilojitokeza? kwa naliasa kanisa tuwe na maombi, tukae katika maombi, tuishi katika maombi na bila maombi ya mkini nisingejua wala nisingeona wala nisingekuwa na macho ya rohoni. Maombi ndio yaliyoyafunua ili nikaweza kuona kwamba adui tayari kaisha niwekea kitu kibaya cha kuzuru maisha yangu au familia yangu. Kwa hiyo na liasa kanisa tuwe watu wa maombi, tutembee na Mungu maana Mungu ndio mtetezi na ndiye anayeyafunua haya. Amina, mina, amina, amina. Mpenzi mtazamaji wa BTN Media, na huyu ndiyo mama yetu mwenyekiti wa maombi hapa kanisani Bethel, kuna jambo ambalo unavyoona kwenye TV pale jinsi lilivyokuwa limetokea kitunguu, alikuta kimechomwa sindano kumi na mbili, lakini isingekuwa Roho Mtakatifu sa nyingine asingeweza Ona hicho kitunguu. Isingekuwa Mungu, isingekuwa maombi ya huyu mama, sa nyingine asingeweza kubaini, lakini kwa sababu ya Roho Mtakatifu ipo na yeye aliweza kubaini. Kanisa ametuwasa tusimame katika maombi. Sina la ziada, mimi ni sauti ya ba mdogo wa BTN Media.